Rais wa Marekani Donald Trump amefahamisha kwamba serikali yake itasitisha kutoa msaada wake wote ambao ilikuwa ikitoa kwa ajili ya Afrika Kusini kutokana na kile ambacho amefahamisha kwamba baadhi ya viongozi nchini humo Afrika Kusini wanafanya matabaka katika umiliki wa ardhi huku akidai ya kwamba kuna mpango ambao unaandaliwa hivi sasa ili kuweza kuwanyang'anya ardhi raia wa Afrika Kusini ambao ni wazungu. Na rais wa Marekani hakuishia hapo, amefahamisha kwamba raia wa Afrika Kusini ambao ni wazungu wananyanyaswa. Hivyo basi Marekani ili iweze kuendelea kutoa msaada wake Afrika Kusini ni hadi pale ambapo uchunguzi utakapofanyika na kubainika ya kwamba haki inatendeka. Kauli hii rais wa Marekani ametoa kupitia akaunti yake katika ukurasa wa... kana kwa jina la Truth ambao ni mtandao wake wa kijamii ambao aliunda baada ya kufungiwa katika mtandao wa Twitter kabla haujanunuliwa na Elon Musk ambaye pia ni raia kutoka nchini Afrika Kusini. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa naye hakumlazia damu rais Trump, naye pia amemjibu kwa kusema ya kwamba ardhi ya Afrika Kusini ni ya raia wote wa Afrika Kusini bila ya kujali wazungu na weusi, na iwapo kutatokea tatizo lolote kuhusu umiliki wa ardhi, basi swala hilo litapatiwa ufumbuzi kwa ushirikiano na raia wote wa Afrika Kusini, na sio rais Trump. Rais Trump wajihusisha na kile ambacho kinaendelea White House. Katika hotuba yake hiyo ya kumjibu rais Trump ame usha pia matukio ya kihistoria kwa kusema ya kwamba Wamarekani wa sasa walivamia ardhi ya Marekani na kuwateketeza Wamarekani asilia ambao walikuwa wakipatikana katika ardhi hiyo. Katika hotuba yake hiyo, rais Ramaphosa, amesikika akikumbusha umoja kwa kusema ya kwamba sisi kama Waafrika Kusini, pindi ambapo kutatokea tatizo, basi kwa pamoja tutasimama kidete ili kuweza kupatia ufumbuzi. Akikumbusha pia wakati wa ubaguzi, aidha wakati wa sera za kibaguzi ambao ulikuwa ni ubaguzi unaotenga mtu mweusi na mzungu, wa raia wa Afrika Kusini walisimama pamoja na kuweza kukabiliana vilivyo. Hadi kufikia kuangusha serikali ambayo ilikuwa na sera za kibaguzi nchini Afrika Kusini. Amemtaja rais wa Marekani kwa kumwambia kwamba wakati huu ambapo Afrika Kusini ilikuwa ikipambana na sera hizo za kibaguzi, rais wa Marekani hakuwepo japo yalikuwepo mataifa ambayo yalikuwa na mtazamo mwingine yaliungana na Afrika Kusini kupingana na sera hizo za kibaguzi. Rais wa Afrika Kusini amesema kuwa pindi ambapo atakapoonana na rais wa Marekani basi Afrika Kusini ni ardhi ambayo inawahusu raia wa Afrika Kusini. Kama ilivyo kawaida katika mitandao ya kijamii, kuna mitazamo tofauti. Kuna wale ambao wanaofahamisha kwamba rais wa Marekani kutoa kauli kama hizo si Afrika Kusini ndiyo inayolengwa bali inayolengwa ni BRICS, BRICS ambayo inaonekana kuwa kama kikwazo dhidi ya Marekani kutokana na kuandaliwa na kufanyika kwa mikutano huku na kule, huku wanachama katika muungano huu wa BRICS, wengi wao eidha viongozi katika muungano huo wanaonekana ni wale ambao wanasera ambazo zinapingana na zile za Marekani ulimwenguni, huku wakiwa na mipango mingi ambayo malengo yake ni kutaka kuangusha mipango ya Marekani. Hivyo basi anaelengwa katika kile ambacho rais wa Marekani amezungumza ni BRICS na sio Afrika Kusini. Vilevile natajwa kwamba Afrika imewadia muda wa kujitegemea, kwa kuwa ni muda mrefu mataifa ya bara la Afrika yamekuwa yakitegemea misaada hadi kufikia hatua ya kuamini ya kwamba mataifa hayo hayawezi kusonga bila ya kuwa na msaada, na hadi viongozi na baadhi ya raia wanaamini ya kwamba mataifa yao hayawezi kusonga iwapo yatakatiwa misaada. Mtazamo mwingine ni ya wale ambao wanaopongeza hatua ambazo zinachukuliwa na rais wa Marekani kuhusu suala hili zima, kuhusu misaada ndiyo itapelekea viongozi wa bara la Afrika kuchukua hatua ambazo zitafanya mataifa yao kuwa huru na kuweza kujitegemea. Jibu la rais wa Afrika Kusini linapongezwa kwa kutajwa kwamba rais wa Afrika Kusini ni mmoja miongoni mwa marais barani Afrika ambao wanajitambua, na vilevile vile ametajwa kwamba kuwa ni mrithi wa aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli ambaye alifariki miaka kadhaa iliyopita, kwa kutajwa kwamba mzimu wake tayari umeanza kufanya kazi Afrika Kusini. Wengine wanahoji vipi, mataifa ya bara la Afrika yataweza kuishi bila msaada, ikizingatiwa kwamba baadhi ya mataifa bajeti yake nzima, karibu robo tatu ya bajeti ya mataifa hayo, huwa ikitegemea misaada kutoka katika mataifa ya magharibi. Hadi ujenzi wa choo, pindi ambapo kinapobomoka katika shule, basi ujenzi wa choo hicho utategemea pia msaada kutoka katika taifa moja la magharibi. Utakumbuka pia katika historia mizozo ya ardhi iliwahi kutokea nchini Zimbabwe wakati wa utawala wa serikali ya Robert Mugabe, mizozo ambayo ilipelekea Zimbabwe kuweza kuwekewa vikwazo na kuweza kuyumba kiuchumi kwa kiasi kikubwa na kuirudisha nyuma Zimbabwe. Unasemaje kuhusu mvutano huu tayari unaonekana kuibuka kati ya Afrika Kusini na Marekani kutokana na kauli hii ya rais wa Marekani kuweza kujibiwa na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa? tuachie mtazamo wako.